Bila shaka ni siku nyingine tena na ni papa hapa ambapo unapokea taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyoada kwenye makala haya, mtazamaji, tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na DRC na Rwanda ambazo zilitia saini mkataba wa amani huku rais wa DR Congo akiorodhesha azma ama akionyesha azma yake ya kurejesha amani na uthabiti katika eneo la mashariki linalokumbwa na mzozo. Na baraza la umoja wa mataifa kuhusu mazingira laandaliwa nchini Kenya huku wito ukitolewa wa kulinda afya ya sayari hii, na wataalamu wa Kichina na Kiafrika wakihimiza matumizi ya kawi safi ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Kando na hayo, maafisa wa muda nchini Siria waadhimisha mwaka mmoja wa mpito wa kisiasa kwa msafara msafara wa kijeshi huku mwaka mmoja baada ya vita kukomeshwa familia zilizopoteza makazi zikirejea kwenye magofu ya nyumba zao. Mtazamaji, hayo na mengineyo ni hapa hapa kwa dakika 30 tukikuletea ya ulimwengu. Karibu sasa kwenye makala ya leo, mtazamaji. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, karibu sana. Twende sawa, mimi ni Isaac Lemoka. Nam, Rais Donald Trump alikutana na wenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda jijini Washington ambapo aliwashuhudia ama alishuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa amani unaonuiwa kukomesha mzozo uliodumu kwa miongo mingi mashariki mwa DRC huku wakifungua rasilimali zao za madini kwa Marekani. Rais Felix Tshisekedi wa DRC na Paul Kagame wa Rwanda walitia saini mkataba kwenye hafla iliyoandaliwa katika taasisi ya Marekani kuhusu amani iliyobadilishwa jina na kuitwa Taasisi ya Amani ya Donald J Trump na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni nchini humo. Eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya DRC limekumbwa na mzozo wa miongo mingi uliozidishwa na kuzuka upya kwa kundi la waasi la March 23 Movement M23 tangu mwishoni mwa mwaka 2021. DRC inaishtumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo, madai ambayo Rwanda inayakanusha. Kwenye hafla hiyo, Trump pia alitangaza mikataba baina ya Marekani na nchi hizo mbili za Kiafrika, ambapo kampuni za Kimarekani zitapata madini muhimu kutoka eneo hilo. Trump aliandaa mikutano tofauti na viongozi hao wawili wa Kiafrika katika ikulu ya White House. Mnamo mwezi Juni mkataba wa awali wa amani ulitiwa saini na mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa DRC na Rwanda jijini Washington. Jeshi la DRC na waasi wa kundi la M23 walishitumiana kwa kukiuka mkataba huo wa kusitisha vita katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo huku kila upande ukilaumu mwingine kuhusiana na mashambulizi yanayotekelezwa licha ya upatanishi wa kimataifa. Kundi la M23 lilikariri kwamba linaunga mkono suluhu ya kisiasa kwa mzozo katika eneo la mashariki mwa DRC huku makabiliano baina yake na vikosi vya serikali yakiendelea jijini Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Kwenye mkutano na wanahabari jijini Goma ambalo ni jiji kuu la jimbo la Kivu Kaskazini Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa kisiasa wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa Congo River Alliance AFC, unaohusishwa na kundi la M23 alisema kuwa kundi hilo limekuwa likitetea suluhu ya kisiasa. Milio ya risasi na makombora ilisikika wali viungani mwa jiji la Uvira Muda mfupi baada ya wa waasi hao kuteka mji wa Kiliba ulio umbali wa kilomita chache kutoka jijini humo. Didier Kabi ambaye ni hatibu wa serikali wa jimbo la Kivu Kusini alithibitisha kwamba hofu ilizuka kwa muda mfupi huko Uvira kufuatia uvumi kwamba waasi wa makundi ya AFC au M23 wangefika humo. na pamoja na, na taarifa hiyo, rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, alibainisha maswala yatakayopewa umuhimu ili kudumisha amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo linalokumbwa na mzozo, akikariri kwamba uthabiti wa kudumu unahitaji hatua za kiusalama na uimarishaji wa kudumu wa kijamii kwenye hotuba kwa taifa katika jiji kuu Kinshasa, mbele ya mabunge ya taifa na seneti, Tshisekedi alisema kuwa lengo kuu la serikali ni kuondolewa kwa makundi yote ya kigeni yanayojihami kutoka nchini humo. Alisema kuwa kuondoka kwa vikosi hivyo ni muhimu katika kurejesha uhuru wa kitaifa na kubuni mazingira ya kukomesha mzozo. Alisema kuwa suala jingine litakalopewa umuhimu ni kuvunja mitandao yote ya ufadhili inayochochea mapigano, hasa ile inayohusishwa na biashara ya kimagendo wa madini ya dhahabu, Coltan, Cobalt na mali asili nyingine na kwamba kukatiza ufadhili huo ni muhimu katika kudhoofisha uwezo wa makundi hayo yanayojihami. Rais pia alikariri haja ya kuwalinda raia na kuhakikisha uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo vyovyote kwenye maeneo yanayoathirika na mapigano yaliozuka upya, akitaja kuwa hatua muhimu katika kuzuia mateso zaidi miongoni mwa watu wasiojiweza. Mkuu wa jeshi la Eyal Zamir alisema kuwa eneo ambako jeshi hilo halijaondoka kwenye ukanda wa Gaza ndio mpaka mpya ndani ya ukanda huo kuambatana na mkataba wa kusitisha vita ulioanza kutekelezwa tarehe kumi mwezi Oktoba. Zamir alisema kuwa mpaka huo mpya utatumiwa kuanzisha operesheni za jeshi la Israel alipozuru maeneo ya Beit Hanun na Jabalia huko Gaza. Alipokutana na makamanda wa vitengo mbalimbali, alisema kuwa jeshi hilo linadhibiti sehemu kubwa za ukanda huo, kiongeza kwamba vikosi vya Israel vitasalia kwenye maeneo hayo. Zamir aliongeza kuwa jeshi hilo halitaruhusu kundi la Hamas kujikusanya tena, na kwamba najiandaa kwa mashambulizi ya ghafla akitaja hali hiyo kwa nguzo ya mpango wa miaka mingi wa jeshi hilo. Alisema kuwa ujumbe huo hautakamilika hadi marehemu mateka wa mwisho huko Gaza, Ran Givil, ambaye ni afisa wa polisi atakaporejeshwa nyumbani kundi la Hamas limewaachilia mateka wote 20 waliosalia waliokuwa hai na miili ya marehemu mateka 27 isipokuwa Givil. Vikosi vya Israel vimewaua kwa kupiga risasi wa Palestina kadhaa, likisema nashukiwa waliovuka mpaka huo. Zaidi ya watu 370 wameuawa kwa risasi za Israel tangu tarehe 11 mwezi Oktoba na kufikisha 70,000 360 idadi ya wa wapalestina waliuawa tangu mzozo baina ya Israel na kundi la Hamas ulipozuka mwezi wa Oktoba mwaka 2023 kulingana na takwimu za maafisa wa afya wa Gaza. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Kikao cha saba cha baraza la Umoja wa Mataifa uh, kuhusu mazingira UNEA 7 lilianza juma hili jijini Nairobi huku miito ikitolewa ya kuwafikiwa kwa suluhu ya kudumu kwa vitisho vinavyoendelea kukumba sayari hii. Yamkini wajumbe elfu sita wakiwemo maafisa wa kimazingira, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa wasomi viwanda na mashirika ya kijamii kutoka ziara ya nchi 170 walihudhuria kongamano hilo la siku tano ambalo maudhui yake yamekuwa kuendeleza suluhu endelevu kwa sayari thabiti. Kwenye ujumbe kwa njia ya video, naibu katibu mkuu wa umoja wa mataifa Amina J. Mohammed alikariri udharura wa kukabiliana na vitisho vya mfumo ekolojia, yakiwemo mabadiliko ya hali ya anga, uharibifu wa makao ya wanyamapori na uchafuzi fuzi katika juhudi za kuhakikisha hatima thabiti zaidi kwa wadumu. Asasi hiyo ndiyo ya juu zaidi ya kufanya maamuzi duniani kuhusiana na maswala ya kimazingira, ambapo ziara hilo la UNEA limeandaliwa tangu mwaka 2014 likijumuisha nchi zote 193 wanachama umoja wa mataifa. Kwenye makala ya mwaka huu, wajumbe walijadili rasimu 15 na maamuzi matatu yanayopendekezwa yanayotoa wito wa kuimarishwa kwa utunzaji wa theluji, uzalishaji endelevu wa vyuma na madini na kupunguza athari za akili unde kwa mfumo ekolojia. Miongoni mwa masuala mengine yaliyojadiliwa ni usimamizi endelevu wa rasilimali za kimataifa za maji safi, viumbe wanaohamahama, usimamizi wa bahari na juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Rais wa Unea Saba Abdullahi bin Al Al Abdullahi bin Ali Al-Amri alisema kuwa kongamano hilo lilichochea ajenda ya, ya, na ya kimataifa ya hifadhi mazingira yanayoongozwa na sayansi na maridhiano. Alisema kuwa kuimarisha mikataba ya kimataifa ya kimazingira kuimarisha ujumuishaji na ushirikiano pia ni masuala yanayojadiliwa kwa kina ili kujadili hatima bora kwa sayari hii na wakazi wake. Debora Barasa ambaye ni waziri wa mazingira mabadiliko ya hali ya anga na misitu nchini Kenya alisema kuwa baraza la Yunia saba litatumia juhudi zinazoendelea za kimataifa kwa fikia hatima yenye afya salama yenye afya salama na inayohifadhi mazingira na kudhibiti zaidi kwa sayari hii. Alisema kuwa Kenya inatumia baraza hilo kuhimiza ulimwengu kukomesha uchafuzi wa bidhaa za plastiki na kutumia mbinu za kiubinafu inanwa. Alisema kuwa Kenya inatumia baraza hilo kuhimiza ulimwengu kukomesha uchafuzi wa bidhaa za plastiki na kutumia mbinu za kiubunifu kuharakisha kwa ukuaji jumuishi wa kiuchumi unaohifadhi mazingira. Naye Inger Anderson, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la mpango wa mazingira UNEP, alikariri kwamba yune ya saba ilitoa fursa ya kugawana mawazo ya kiubunifu kuhusu kuimarisha hatua za kukabiliana na changamoto za kimazingira duniani. Wataalamu hao waliohudhuria hafla iliyoandaliwa kandoni mwa kikao hicho cha saba walisema kuwa mpito hadi kawi safi ndio suluhu kwa mzozo wa hali ya anga ulioathiri vibaya mataifa yanayostawi. Sheila Agwalhan, mkurugenzi wa kitengo cha viwandani uchumi katika UNEP, naye alisema kuwa ili kudumisha mpito hadi kawi safi ni sharti tukuwe na uwekezaji katika muundo msingi ufao na pia sera na kanuni za udhibiti . Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nansi Mweu. nam na Alassane Ouattara, rais wa Cote d'Ivoire, aliyeapishwa mbele ya baraza la kikatiba katika jiji kuu Abidjan, kwa kipindi cha nne cha miaka mitano uongozini baada ya kushinda kwenye uchaguzi kwa asilimia 89.77 ya kura. Ouattara aliahidi kuwa rais wa raia wote wa nchi hiyo, akisema kuwa kura hiyo ilibainisha changamoto zinazokumba nchi hiyo na eneo hilo, akisema kuwa atatekeleza juhudi za kudumisha udhabiti, amani na ustawi. Ouattara alibainisha ufanisi wa nchi hiyo katika muda wa miaka kumi na tano iliyopita ikiwemo kurejeshwa kwa mamlaka ya kiserikali, kudumishwa kwa amani na ukuaji wa kiuchumi. Vilevile alizungumzia changamoto kadhaa zinazohusiana na tishio la ugaidi, ugaidi wa mtandaoni na ukosefu wa chakula cha kutosha, huku akikariri azma yake ya kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha kawi na kuangazia zaidi maslahi ya vijana na wanawake. Alisema kuwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo nchi hiyo itaanzisha juhudi za kiuchumi za kuleta mabadiliko, sekta ya kibinafsi yenye ushindani zaidi na muundo msingi wa kisasa wa Kawi, uchukuzi na dijitali. Ouattara mwenye umri wa miaka 83 awali alikuwa gavana wa benki kuu ya mataifa ya Afrika magharibi na naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani. Alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1993 na, na kushinda kwenye uchaguzi wa urais ambapo, mwaka 2010 ambapo aliapishwa mwaka uliofuatia. Alichaguliwa tena mwaka 2015 na mwaka 2020. Dunia wiki hii, mimi ni Koli Kwendo. Maafisa wa China, muungano wa Afrika na wale wa umoja wa mataifa walitoa wa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano baina ya China na bara Afrika ili kuleta amani na usalama barani humo na katika sehemu nyingine duniani. Wito huo ulitolewa wakati wa warsha za maafisa wa ngazi za juu iliyoandaliwa kwenye makao makuu ya AU jijini Addis Ababa Ethiopia, iliyojadili mpango wa usalama duniani ulioanzishwa na China ambayo maudhui yake ni kushirikiana kuleta usalama pamoja hatua za China na bara Afrika. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Wang Lixin ambaye ni mkurugenzi mkuu wa idara ya ushirikiano wa kiusalama katika wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya China alisema kuwa nchi hiyo imesalia kuwa mwenzo wa bara hili katika juhudi zake za kuleta usasa na kudumisha amani na usalama kote barani humu akisema kuwa mpango huo wa usalama duniani umeungwa mkono na zaidi ya nchi na mashirika 130 ya kimataifa na kikanda. Wang alisema kuwa China na nchi za kiafrika zimeshirikiana kuutekeleza ili kuimarisha usalama na maisha ya raia wa pande hizo mbili. Musa Mohamed Omar ambaye ni mkuu wa maafisa katika baraza la mawaziri la mwenyekiti wa tume ya AU alisema kuwa mpango huo umejumuisha kanuni muhimu kwamba usalama wa kimataifa hauwezi kudumishwa bila kuheshimu uhuru, mipaka na usawa wa mataifa yote. Jiang Feng ambaye ni mkuu wa ujumbe wa China katika AU alisema kuwa mpango huo unanuiwa kushughulikia pengo la amani duniani, changamoto za kimataifa za kiusalama na kuwafikia amani ya kudumu kote duniani. Rais John Dramani Mahama wa Ghana aliwahimiza wadau wa sekta ya kibinafsi washirikiane na serikali za Kiafrika kuwekeza kwa pamoja katika kuanzisha viwanda vya utengenezaji vifaa vya kimatibabu barani humu ili kuimarisha huduma za afya na utoaji huduma. So we call on vaccine manufacturers to partner with us to build African vaccine production hubs. Akizungumza wakati ufunguzi wa kongamano la siku mbili la maonyesho ya afya duniani ya viongozi wa kiafrika jijini Akra, Mahama alisema kuwa bara hili linatafuta mabadiliko katika ushirikiano ambayo hayawekewi misingi katika utegemezi, bali kwa uwekezaji wa pamoja, ubunifu na amali za pamoja. Alisema kuwa anatoa wito kwa kampuni za utayarishaji chanjo na kampuni za tiba kushirikiana na bara hili ili kujenga vitovu vya utayarishaji na tiba vilevile. Alihimiza taasisi za ubunifu wa ugunduzi wa magonjwa, kampuni za teknolojia ya kibaiolojia na kampuni za utengenezaji vifaa vya kimatibabu kuanzisha viwanda vya utengenezaji vilivyo na vituo vya utafiti na vifaa vya uundaji vifaa hivyo barani humu ili kuhakikisha taasisi za afya barani humu zinapata vifaa hivyo. Mahama alisema kuwa bara hili limepata mafunzo muhimu kutokana na janga la COVID-19, ambapo bara hili lilikuwa la mwisho kupokea usaidizi wakati wa dharura za afya duniani, akikariri haja ya kubadili hali Akizungumzia eneo la biashara huru barani humu kama soko la pamoja lenye takriban watu bilioni moja nukta tatu, Mahama alisema kuwa mfumo wa ubunifu unaimarika pamoja na jukumu la shirika la dawa barani Afrika katika kuimarisha udhibiti. Alielezea imani katika ubunifu wa vijana barani humu, uratibu wa akili unde wabunifu wa teknolojia ya kimatibabu na wajasiriamali wa kidijitali katika sekta ya afya kubaini hatma ya kudumu za afya barani humu. Kongamano hilo lilihudhuriwa na maafisa wa afya kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani humu na mashirika husika. Usiende mbali, maanake dunia wiki hii ikirejea, bado tunazo taarifa kutoka rubaa za kimataifa kote duniani. Hii unaitazama ni KBC Channel 1. Na kipindi hewani ni Dunia wiki hii. Karibu kwenye awamu ya pili. India na Urusi zilitia saini mikataba kadhaa ya maelewano katika sekta kama vile uhamiaji na uchukuzi, afya na chakula salama, ushirikiano, masuala ya baharini na biashara. mikataba hiyo ilitiwa saini mbele ya waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais Vladimir Putin wa Urusi aliyekuwa kwenye ziara ya siku mbili ya kiserikali nchini India. Kwenye hafla hiyo, India ilitangaza kwamba itatoa cheti cha visa cha kielektroniki cha kitalii cha siku thelathini bila malipo kwa raia wa Urusi, huku nayo Urusi ikitekeleza hatua hiyo. Kulingana na taarifa pamoja, Putin na Modi walikariri kuunga mkono kuimarishwa zaidi kwa ushirikiano maalum baina nchi hizo mbili. Pande hizo mbili zilithibitisha azma yao ya kuimarisha ushirikiano katika kawi ya kinyuklea, ufadhili wa kuendesha shule kwenye kiwanda cha kawi ya kinyuklea cha Kudankulam kilicho kwenye jimbo la Tamil Nadu kusini mwa India na masuala mengine yasiyohusisha kawi. na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulizihimiza pande zote husika kwenye mzozo nchini Lebanon kutii mkataba wa kusitisha vita ulioafikiwa mwezi Novemba mwaka uliopita na kutekeleza kikamilifu kikamilifu, samahani, rasimu nambari 1701 ya Umoja wa Mataifa Wakihitimisha ziara ya maafisa wa ngazi ya juu nchini Lebanon, balozi wa Sivonia katika umoja wa mataifa Samuel Gober, ambaye nchi yake inashikilia urais wa baraza hilo, alisema kuwa ziara ya ujumbe huo iliandaliwa kwa pamoja na mabalozi wa Denmark na Algeria kwa usaidizi wa Ufaransa ulinuia kuimarisha uthabiti kwenye eneo ambalo mapigano hayafai kupita. Kundi hilo lilikutana na viongozi wakuu nchini Lebanon na kutafsirishwa na vikosi vya kijeshi la nchi hiyo ujumbe wa UNFIL na jenerali wa Marekani anayesimamia mpango wa kusitisha vita. Bogard alikariri kwamba baraza hilo linaunga mkono uhuru, mipaka na uhuru wa kisiasa wa Lebanon. Kadhalika alikariri umuhimu wa kulinda wa hifadhi amani kupongeza ujumbe wa UNFIL na jumbe nyingine za Umoja wa Mataifa kwa kusaidia kukomesha taharuki na kuunga mkono juhudi za serikali ya Lebanon za kuhakikisha silaha zinazomilikiwa tu na, na serikali. Baraza hilo lilihimiza usaidizi zaidi wa kimataifa kwa vikosi vya jeshi la nchi hiyo ukiwemo usaidizi katika kuwapeleka kwenye eneo la kusini mwa mto Litani. Na wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Marekani ilisema kuwa wapatanishi wa Marekani na Ukraine walikutana kwa siku mbili na kukubaliana kuhusu mfumo wa mpango wa kudumisha usalama. Taarifa ya wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Marekani ilisema kuwa kwa siku hizo mbili, mjumbe maalum kuhusu amani Stephen Witkoff na Jared Kushner walikutana na katibu wa kitaifa wa baraza la usalama wa ulinzi wa Ukraine Rustam Umerov na mkuu wa majeshi jenerali Andrei Natov kwa mashauriano kuhusu mfumo wa kuwafikia amani ya kudumu na ya haki nchini Ukraine. Kundi hilo liliandaa mkutano wake wa sita katika muda wa majuma mawili huku katibu Umrov akikariri kwamba suala muhimu kwa Ukraine ni kupata suluhu inayolinda uhuru, kuhakikisha usalama wa raia wa Ukraine na kutoa msingi dhabiti kwa hatima yenye ustawi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, washiriki walijadili matokeo ya mkutano wa hivi majuzi baina ya upande wa Marekani na Urusi, ambapo pande hizo mbili pia zilikubaliana kuhusu mfumo wa mpango wa kudumisha usalama na kujadili uwezo wa kuepusha mzozo ili kuhakikisha amani ya kudumu. Pande hizo mbili zilikubaliana kwamba ufanisi kamili katika kuafikia mkataba wowote unategemea iwapo Urusi iko tayari kudhihirisha azma ya kuleta amani ya kudumu, zikiwemo hatua za kukomesha uhasama na mauaji. Pande hizo mbili katika nyakati tofauti pia zilitathmini ajenda ya ustawi wa baadaye inayonuiwa kuijenga upya Ukraine baada ya vita mipango ya pamoja ya kiuchumi ya Marekani na Ukraine na miradi ya kudumu ya ufufuzi wa kiuchumi. Mikutano hiyo iliandaliwa huko Miami, Florida, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Dunia Wiki Hii. Mimi ni Koli Kwen. Yamkini watu ishirini na watano wakiwemo watalii wanne waliaga dunia huku wengine wengi wengi wakijeruhiwa kufuatia mkasa wa moto kwenye klabu kimoja cha usiku katika jimbo la Goa magharibi mwa India. Moto huo uliteketeza kilabu hicho maarufu cha usiku cha Birch by Romeo Lane katika kijiji cha Arpora katika wilaya ya Goa Kaskazini, umbali wa kilomita 16 kaskazini mashariki mwa Panaji, ambalo ni jiji kuu la Goa. Waathiriwa kumi na wanne walikuwa wahudumu, huku watu sita wakijeruhiwa na kupokea matibabu kwa mjibu wa taarifa ya maafisa wa polisi kwa vyombo vya habari, chanzo cha moto huo hakikubainika mara moja huku idara ya polisi na wazima moto wakitekeleza uchunguzi, Rais Drupadi Murmu na waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi walipeleka risala zao za rambirambi kuhusiana na vifo hivyo na kuzifariji familia za waathiriwa kupitia jumbe kwenye mitandao ya kijamii. Monde pia alitangaza malipo kutoka kwa hazina ya kitaifa ya misaada ya afisi ya waziri mkuu kwa waathiriwa wa mkasa huo. Uchunguzi wa awali uliotekelezwa na polisi uliashiria kwamba huenda moto huo ulisababishwa na mlipuko wa mtungi wa gesi ya kupikia karibu na eneo la kupikia. Mbunge mmoja wa eneo hilo Michael Lobo aliwaarifu wanahabari kwamba waathiriwa wengi waliaga dunia kwa kukosa hewa safi baada ya kukimbilia orofa ya chini. Uturuki na Hungary zilikariri ushirikiano wao katika sekta ya kawi, huku Uturuki ikiahidi kuhakikisha kwamba gesi asilia kutoka Urusi inaendelea kuwasilishwa nchini Hungary. Akizungumza baada ya mashauriano na Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki jini Istanbul, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban aliyezuru nchi hiyo alisema kuwa jukumu la Uturuki katika kuhakikisha gesi na mafuta zinawasilishwa kuwa muhimu. Akisema kuwa Hungary haina vyanzo vya kutosha vya kawi mbadala. Hungary ambayo hutegemea pakubwa kawi kutoka Urusi ilitia saini mkataba wa miaka 15 mwaka 2021 kununua cubic mita bilioni 4.5 za gesi kutoka kwa Urusi kila mwaka, na kuimarisha uagizaji wake mwaka uliopita kufikia cubic mita bilioni 7.5 kupitia bomba la TurkStream. Kwenye mkutano huo, Erdogan na Orban pia walizungumzia kuimarisha ushirikiano, wakisema kuwa nchi hizo mbili zinakaribia kuafikia lengo la kibiashara la dola bilioni sita za Kimarekani na kwamba zinatafakari kufikisha dola bilioni kumi. Kadhalika, walijadili kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi, huku Erdogan akisema kuwa miradi ya pamoja uzalishaji itatathiminiwa. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. Mtazamaji, tuangazie mchango wa China na mataifa mengine kote duniani, ambapo China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano, biashara na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Kama hivi Misri na China ziliandaa mkutano wa ngazi za juu jijini Cairo kujadili ushirikiano zaidi katika ubunifu na maendeleo kuambatana na mfumo wa mpango wao wa ushirikiano. Balozi wa China nchini Misri, Liao Liqiang, alisema kuwa miaka mitano ijayo itakuwa muhimu kwa China kuimarisha msingi wa malengo ya kuleta usasa huku Misri ikiafikia mkondo wa mwisho wa kutekeleza mpango wa Ruwaza wa mwaka 2030. Na wataalamu wa tiba za kiasili za Kichina waliwahudumia watu kusini magharibi mwa Kambodia bila malipo na maonesho ya vipaji yaliyofadhiliwa na China nchini Zimbabwe yanawezesha wasanii chipukizi kuwafikia uwezo wao kamili na kuwafikia maazimio yao. Taasisi za kitamaduni na sekta ya filamu na runinga kutoka China na Malaysia na kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada sasa, ila kulikunja jamvi la Dunia Wiki Hii. Ni matumaini yetu kwamba umekumakinika na taarifa tulizokuandalia. Tunasema hewala sana kwa wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii, makala ya juma hili. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo, mdana wa saa kama waleo, hadi wiki ijayo umejaliwa. mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Shinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.